Sana waandiki, tunajifunza kuhusu ufalme wa mbinguni. Juzi hii wiki ile, tulijifunza kuhusu kumiliki possession na Mungu alikuwa ananiambia atatu equip atatupa vitu vya kufanya tumiliki, na tukajifunza na wengi, kuna wengine nimeona walianza kumiliki immediately, wengine wakaanza kumiliki. Nashukuru sana Mungu. Sasa leo tunajifunza, nataka Mungu, Mungu anataka tufahamu ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Ufalme wa, wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa nataka, mm -hmm. Ah, niseme mambo kadhaa kabla sijasoma neno. Niseme sifa za kila ufalme, nataka usikilize kwa makini. Ufalme ufalme ni tofauti sana na jamhuri. Kuna nchi ambazo zinaishi kifalme, lakini nchi yetu ya Tanzania iko kwenye ja, ni jamhuri. Jamhuri si, watu hufanya uchaguzi baada ya miaka mitano au miaka iliyowekwa. Kuna nchi zingine miaka saba. Nchi yetu ni baada ya miaka mitano huwa kuna uchaguzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tujifunze sifa za kila ufalme kwanza, ili tuelewe. Sifa ya kwanza, nataka tuone sifa tano, halafu tutasoma neno, halafu tutaendelea. Bwana asifiwe sana. Ufalme wa Mungu, sifa za kila ufalme. Moja, huwa kuna mfalme au kiongozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfalme ndiye huongoza kwenye ufalme. Haleluya wanasifiwe lakini, sifa ya pili huwa hakuna demokrasia ya uchaguzi. Wanasifiwe sana, najua sisi tumezoea neno demokrasia. Nataka usike hiki, Mungu anisemesha. Nilikuwa nalia sana kipindi niko kwenye maombi nikiomba, e, wakati mwingine natulia, nasikia saa nane, nasikia Mungu anasema huwa hakuna demokrasia ya uchaguzi, au hakuna mwisho wa utawala. Nchi za kifalme Mfalme akitawala hata akifia madarakani mwanaye huchukua na anaendelea. Hakuna vurugu, hakuna mawazo, hakuna nini, hakuna mtu anasema na mimi ninaweza, hakuna. Bwana asifiwe. Sifa za kila ufalme, maana Bibilia inazungumzia kuhusu ufalme wa mbinguni kila mahali, hakuna mambo mengi, ufalme. Haleluya, na tutaona kwenye neno, lakini sifa ya tatu nataka uzishike vizuri, ili tunapojifunza uelewe ni nini tunazungumzia. Nimesema sifa ya pili, hakuna demokrasia ya uchaguzi kwenye ufalme. Sifa ya tatu, mfalme habadilishwi kama jamhuri kama nilivyosema. Kuzaliwa akiwa mfalme kama vile unaona Yesu, Biblia inasema alipokuwa anazaliwa ni mfalme wa wafalme, na upegani mwake kulikuwa na nyota za kifalme. Yeye alikuwa ni mfalme. Bwana asifiwe. Sifa ya nne, tamko la mfalme huwa ni sheria amko la mfalme huwa ni sheria Bwana asifiwe. Hmm, hakuna mjadala kwamba sheria ah, itungiwe bungeni. Katika jamhuri kuna mihimili mitatu, kuna serikali, kuna bunge na kuna mahakama, na bunge ndio hutunga sheria, kama tulivyosoma, wale ambao wamesoma. Bwana asifiwe. Lakini katika mfalme, mfalme anaposema kitu huwa ni sheria, kinapigwa ni sheria <laughs> haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Maana hakuna mjadala. Lakini sifa ya tano imesema tamko la mfalme huo ni sheria. Sifa ya tano, mfalme humiliki kila kitu, wakiwemo watu wote walioko katika taifa lile. Haleluya, mfalme humiliki kila kitu mpaka watu. Kwa hivyo akisema namtaka fulani. Tunaona nchi <coughs> moja kwa mfano Lesotho, kuna katika anaitwa Lesotho, kako southern Africa, yule mfalme anaitwa Mswati, anawake karibia mia moja sasa anaoa akitaka, sema ah, nataka Maria analetewa. hakuna mchotami. Bwana asifiwe. Amen. Yani nchi za kifalme ziko hivyo. Nitaka kwanza tuelewe tu nchi za kifalme ufalme. Kwa nini tunasema ufalme wa mbinguni? Kwa nini tunapoomba tunasema ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe? Amen. Haleluya. Kwa Mungu hakuna mambo kama yanayoitwa demokrasia. Haleluya. <coughs> Bwana asifiwe. Utakapojua hivi ndio utakapojua ufalme ulioko ndani yake na jinsi ya kuenenda katika ufalme na jinsi ya kupokea na kushinda Haleluya. Bwana Mungu amekuja akatuita wafalme. Yeye ni mfalme wa wafalme Haleluya. Amen. Kwa hivyo nataka tusome katika kitabu naomba tufungue pamoja fanya chukua haraka katika kitabu cha Mathayo sura ya sita. Haleluya. Mathayo sura ya sita. Uh, Fungua pamoja nami Mathayo sura ya sita tusome, tunaona mstari wa thelathini na tatu, sura ya sita mstari wa thelathini na tatu sura ya sita mstari wa thelathini na tatu Nataka tuanze thelathini na moja Mathayo sura ya sita tuanzie mstari wa thelathini na moja hadi thelathini na nne Kile kikuu kiko thelathini na tatu Nataka tusome Biblia, nasema msisumbuke basi nikisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini. Mstari wa thelathini na mbili, kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa binguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Mstari wa thelathini na tatu, bali sema bali, bali. bali. neno bali maana yake ni lakini. Haleluya! bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake hayo yote itazidishiwa. Msaria basi usisumbuke. usisumbukie ya kesho kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe, ya tosha kwa siku maovu yake. Bwana Yesu Kristo asema usisumbuke basi ukisema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini. Bwana asifiwe sana. Kama hivyo desturi watu walioko duniani muhimu sana, wahangaikia sana. Hata kama unahangaikia upate biashara, upate manyumba, upate magari, upate nini, ni chakula kwanza, ni mavazi hm, ni mahali pa kujisitiri. Bwana asifiwe. Ndio mambo yanayofanya watu wapambane sana, ili uwe na kafedha, uweze kujisimamia, aleluya, uweze kuoa na kuolewa, uweze kujisimamia, aleluya. Bwana asifiwe sana, lakini Mungu anasema Priority mm -hmm. Hana, sio priority katika ufalme. Haleluya, haya sio priority ndani yake, sio ya kwanza. Bwana asifiwe mm -hmm. Anakuja kwenye mstari wa 33 anasema bali utafuteni kwanza ufalme wake Mungu, huyo ni Yesu anazungumza, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Leo naonyesha vitu viwili vya muhimu sana katika maisha ya mtu anayemjua Mungu. Haleluya. Katika mtu yoyote aliyeko duniani. Kitu cha kwanza ni ufalme wa mbinguni au ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Na ufalme una, nimesema una miko yake, una sifa zake. Bwana asifiwe. Kama nilivyozungumza hapa, kila ufalme ulivyo Tunaona pia mbinguni unaingia hapo, lakini una mengine mengi ambayo tutajifunza. Bwana tusaidie sana. Somo hili natarajia kulifundisha kwa mara mbili au tatu, kwa sababu ni refu, lakini nataka tuone ufalme wa Mungu. Tumeambiwa kitu cha kwanza tutafuta ufalme wa mbinguni, ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Ufalme wa Mungu, na ufalme wa Mungu utafutwa na mtu ambaye kwanza anamkubali Kristo kitu cha kwanza ni kuingia. Kuingia sio kupata ufalme. Bwana asifiwe sana katika kitabu cha Yuda sura, nimekumbushwa hapa, Yuda sura ya kwanza. Tuone kwa kifupi, lakini tutarudi pale. Yuda sura ya kwanza, sura hiyo moja, mstari wa tatu, anazungumzia kuhusu kushindania. Anasema wapenzi, sura ya tatu, yuda moja tatu anasema wapenzi. Yuda ni kitabu karibia cha mwisho, cha pili kutoka mwisho kwenye Biblia. Wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya uokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuandikia, ili niwaone kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa takatifu mara moja tu. Haleluya! neno muishindanie, maanake mupambanie huu ufalme, mwipambanie imani, maana ufalme ni wa imani, ni ufalme wa Mungu usionekana maanake, Biblia inasema ndio imani. Imani ni hakika, imani ni, imani ni bayana. Imani usiweze kuwa na imani kama wewe haujaokoka, maana kuokoka ni kumwamini Mungu usiyemwona. Bwana asifiwe. Ndio maana hapa anasema tuishindanie imani tuliyokabidhiwa mara moja tu. Haleluya! Bwana Yesu apewe sifa, amina. Haleluya! Ndio maana tunaona hapa kama nilivyotangulia kusema kwamba Ufalme, kitu cha kwanza ni ufalme wa mbinguni ni kutafuta wokovu. Na nimesema wokovu ni kuingia kama ninavyosema mara nyingi, kuingia kwenye nyumba ya imani ni kuingia mlangoni. Bwana asifiwe. Amen. Lakini ndani lazima utafute ndani, kuna nini, lazima uelewe undani wa Mungu. Haleluya, ili upate vipaji vinavyokusaidia kuendelea mbele, zinazokusaidia kuwa na nguvu. Haleluya. Bwana asifiwe. Ndani ya imani kuna vyumba vingi, haleluya. Nikasema siku moja, kuna chumba cha Mungu cha kulala, unalala naye, unamsikiliza anasema nini, anakoromaje kama anakoroma, anapumuaje? Haleluya, unakaa naye, unasikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tunaambiwa tutafakari, tukae kwenye faragha na Mungu, unasikia kwenye chumba chake anasemaje. Bwana asifiwe. Unaingia jikoni, unapika naye Haleluya! Ndiyo maana unaona mtu kama Daudi alikuwa na vigezo vikubwa sana ndani ya Mungu. Mungu alimpenda, alisema nimeona mtu mwenye moyo kama wangu. Haleluya! Kwa kuwa kila chumba aliingia na Mungu, Mungu sio sio binafsi, pamoja na kwamba tumeona na tutaona ni mbabe, kwa sababu yeye kauli zake zote hajadiliani na mtu. Bwana asifiwe sana, tutaona. Bwana asifiwe yeye kile anapenda anapenda kumwambie, unachokiona ukiwa tayari ndani, sio uko nje na unamsema. Uingie ndani, jioni tusemezane, uingie ndani ulale naye, ndio mwambie unasikiaje? hmm, hmm. hmm. Umechoka. Bwana asifiwe. Ungetaka biashara gani? Haleluya, yeye ni mwaminifu. Anasema Mungu God is very faithful, is very faithful, ni mwaminifu sana. Haleluya ufalme wake. Lakini kitu cha pili, kutakuja kuona kwa upana ni haki yake, his righteousness. Haki watu wengine wanasema ni utakatifu, lakini inaunganishwa ni imani. Haleluya, ni imani. Biblia inasema hmm, wanasosa akiwa na imani, ndio kunakuwa mwenye haki. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Haleluya. Utafute hiyo haki iliyo ndani ya Mungu, hiyo utakatifu. Haki ni kutenda mapenzi ya Mungu yaliyokusudiwa. Bwana sifiwe. Kabla ya kuendelea, nataka tuone ufalme wa mbinguni, vitu kama vitatu ambavyo viko katika ufalme wa mbinguni. Tumeona ufalme wote ulihukia ufalme na nikataja mfano wa Yesu. Ufalme wa mbinguni, moja Mungu ndiye mfalme na kiongozi, tunajua hivi. Bwana asifiwe. Mungu ndiye mfalme na kiongozi, na nataka tuone kwa sababu hivyo, haleluya. Ni muhimu tuone katika kitabu cha Mwanzo, fungua pamoja nami kitabu cha Mwanzo, haleluya, kitabu cha Mwanzo hukarabasauta ya katarapa mwanzo tuone kidogo katika kitabu cha mwanzo sura ya pili. mm -hmm. Haleluya tuone mwanzo tuone tu kwa